Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Mm. Tunamshukuru Mungu kwa ajili ya siku nyingine Mungu ndo amefanya. Kwa kama yeye alivyoagiza, tuendelee kufurahia siku. Tuendelee kufurahia kwa kumtukuza yeye, lakini pia tusisahau kazi aliyotupatia. Nendeni ulimwenguni mwote mkahubiri watu ili wapate kujua na kufahamu ukweli ili ukweli waweke huru. <tipi> Leo hapa tutajifunza tu vitu vichache, hasa kitu kimoja, kuto kukata tamaa. Bwana nisasifu. Kuto kukata tamaa, unajua kukata tamaa kuna maanisha ni kwamba kitu umefanya kwa akili zako na imefika mwisho, umeshindwa. Sasa ukiwa kitu unafanya kwa akili zako, hautaweza kufanikiwa, kwa sababu Mungu wetu anakataza tusitumie akili zetu katika kufanya mambo yetu tunayotakiwa kuyafanya, sababu ukitumia akili yako utakata tamaa, lakini tunapaswa kumtegemea Mungu na kumwangalia yeye, ndio mwanzilishaji wa mambo yote na yeye ndio mtimilizaji wa mambo yote. Ukiwa unamtegemea Mungu huwezi kukata tamaa, kama watoto wanategemea wazazi, yani hata kama chakula kikichelewa hawatokata tamaa, kwa sababu wanajua chakula kita kitakuja tu, wazazi wapo, wanatufikiria na wanatuandalia, chakula kitakuja. Kwa hiyo wao tegemeo lao linakuwa kwa kwa, kwa Mungu anataka tegemeo letu sisi liwe kwake yeye. Ndio maana hapa katika Luka isura kumi na nane tutaangalia tutangalee mstari wa kwanza, anasema akawaambia mfano ya kwamba imewapasa kumwomba Mungu siku zote wala musikate, wasikate tamaa. Maana yake kwamba tuendelee kuzungumza na Mungu siku zote katika mambo yale ambayo tunapaswa kuzungumza naye ukiona bado hayajatimia kwako au Mungu hajakujibu kujibu, wala usikate tamaa, kwa sababu Mungu huwa anajibu pale pale ambapo wewe unamuomba. Ila sasa kutu, ile, ile process yasema, ule mwendelezo wa kile kitu ulichomuomba Mungu mpaka kije kuzirika kwako, hapo katikati kuna process. Yani kuna mwendelezo tuseme wa wewe mwenyewe pia unatakiwa uhusike katika kulinda kile ulichomuomba Mungu kwa sababu shetani na yeye yuko, yuko macho muda wote. Wewe ukienda kumuomba Mungu kitu, usidhani ni Mungu tu ndo anajua. Mungu anajua, malaika wanajua, shetani anajua, na mashetani naye anajua. Kuna sehemu hapo tumesoma, tumeona kuna mashetani ndio hayo mapepo hayo. Sasa hata shetani na ye ni malaika, kwa hiyo hata mapepo naye ni mashetani wanajua kabisa. Sasa watakachokifanya wao, wanaanza kutangaza vita pale pale, moja kwa moja, kwamba umemwona huyu hey, ameomba kitu fulani na Mungu ameshampatia sasa. Yeye kabla hajakipokea, nendeni mkamvuruge, atakuja mawazo pale mabaya, utaanza kuwaza vibaya. Ukiwaza vibaya tu tayari yale maombi uliyomuomba Mungu umeshafunga. Kwa hiyo anayefunga maombi ambayo Mungu ame, yani tuseme mtu yoyote anayeshindwa kupokea kile Mungu alichomuomba, sababu kubwa ni yeye mwenyewe huyo mtu. Kwamba umemwomba Mungu kitu fulani, sasa ile, ule muda wa kutoka pale ulipomuomba mpaka unapokea kile kitu kidhihirike, hapo katikati shetani analeta uongo mwingi sana ambao anaweza akakupatia wewe, ukiufanya tu tayari kile kitu ambacho Mungu amepanga kije kwako akiwezi kufika, kwa sababu katikati umeanza na Mungu, katikati umekuja na shetani, afu unataka kupokea Mungu, huwezi kupokea Mungu. Ukianza na Mungu ukiweza kulinda, utapokea Mungu, lakini ukianza na Mungu afu katikati ukashawishiwa na shetani shetani ukayafanya ya shetani, utapokea ya shetani. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo anasema eh, imewapasa kumwomba Mungu siku zote wala wasikate tamaa. Tumesema kukata tamaa maana yake ni kwamba kujitegemea wewe mwenyewe, kujiona wewe unaweza kuliko Mungu. Sasa ikifika wakati wewe umeshindwa, ndio unakata tamaa. Lakini ndani yako ukiwa na ule moyo wa kusema kwamba mimi siwezi lolote bila Mungu, huwezi kukata tamaa kwenye kitu chochote. Ndio maana sasa tunaenda kuangalia huyu ndugu hapa, yeye hakukata tamaa, ingawa vikwazo vilikuwa vingi sana. Hapa mstari wa pili anatuambia akasema, palikuwa na na palikuwa na kazi dhalimu mji fulani, hamchi Mungu wala hajali watu. Na katika mji huo palikuwa na mwanamke mjane aliyekuwa akimwendea akimwendea endea akisema, nipatie haki na adui wangu. Naye kwa muda alikataa, alafu akasema moyoni mwake, japokuwa si mchi Mungu wala sijali watu, lakini kwa kuwa mjane huyu ananiuzi nitampatia haki yake asije akanichosha kwa kunidai daima. Kilichomfanya huyu kazi zalimu, kazi zalimu maana yake ni hakimu. Huyu mjane inaonekana alizulumiwa kitu na mtu mwingine kwao, akaenda akamshtaki yule mtu. Sasa kwa kwa maelezo tu ya haya haya ya hakimu inaonekana yule mtu alikuwa amemuhonga hakimu ili huyu mjana asipate nini haki yake. Lakini huyu mjana hakukata tamaa, akaendelea kumsumbua hakimu kwa sababu alikuwa anajua hapa haki yangu hapa lazima nitaipata tu. Ndio hakimu huyu kwa kuona sasa isije ikaendelea kuniudhi kila siku, akaamua kumpatia ya, haki yake. Kwa hiyo angekata tamaa haki yake asingefanya nini? Asingepata. Kwa hiyo hatupaswi kukata tamaa. Ukikata tamaa hasara utakayepata ni haki yako utakosa. Usipokata tamaa haki yako utaipata. Lakini tunaenda tunamwona huyu ndugu mmoja wakati Yesu anakwenda Yeriko. Eh, ule m mstari wa huyu hey. Ndugu yuko mstari wa pepo. Kwanzia mstari wa thelathini na tano Yesu alipokuwa anaelekea Yeriko, anasema ikawa alipokaribia Yeriko, mtu mmoja kipofu alikuwa ameketi kando ya njia akiomba sadaka. Tena hata huyu mtu mwenye hata jina lake alijulikana, anasema tu ni mtu mmoja, lakini cheo chake ni nini? Kipofu. Kwa hiyo anatambulikana huyu mtu ni nani? ni kipofu. Bwana Yesu asifiwe. Mtu mmoja kipofu alikuwa ameketi kando ya njia akiomba sadaka, alikuwa ameketi kando ya njia akiomba sadaka. Hapo kuna vitu vya kujifunza hapo kwamba kwenye upande wa sadaka ni akina nani ambao wanapaswa kupewa sadaka, au sadaka tunatakiwa tuzipeleke sehemu gani? Sasa anasema mtu mmoja kipofu alikuwa ameketi kando ya njia akiomba sadaka, na aliposikia makutano wakipita aliuliza, kuna nini? Maanake hapa inaonekana watu walikuwa wanapita ni wengi, akawa anaendelea kusikia vishindo tu vinapita na makelele ya watu wanaendelea kuongea na nini, akauliza, kuna nini. Aliuliza kwa sababu yeye alikuwa aoni, wakamwambia Yesu wa Nazareth anapita. Sasa angalia, huyu mtu aliposikia kwamba Yesu wa Nazareti anapita, akaanza kupiga kelele. Kama asingesikia habari za Yesu jinsi matendo makuu Yesu anayoyafanya huko, asingepiga kelele. Bwana Yesu asifiwe! Lakini huyu alisikia huko mwanzoni kwamba Yesu, ukikutana na Yesu unaponywa, ukikutana na Yesu shida zako zote zinaisha, ukikutana na Yesu kila kitu unachokitaka utakipata. Bwana Yesu asifiwe! Kwa hiyo sisi tuko na Yesu na kila kitu tunachokitaka sisi tunaweza tukakipata, lakini sasa tuna tuna tunamuomba tuna, tuna Mungu siku zote bila kukata tamaa. Yaani, ukiamua uki kumwomba Mungu jambo, unaendelea kumwomba kila siku, au unawaishia tu siku ya kwanza, siku ya pili? Basi bwana Yesu asifiwe. Wakamwambia Yesu wa Waka Nazareti anapita akapiga kelele akisema, Yesu mwana wa Daudi unirehemu rehemu. Basi wale waliotangulia wakamkemea ili anyamaze. Tunaona hiyo kwamba kwenye kile unachomuomba Mungu, yako makemeo mengi ambayo yata yatatokea ili unyamaze, usiendelee kumuomba Mungu. Eza shetani anaweza kaleta udanganyifu wake, kukuletea uchovu wowote ule, au akakuletea usaulifu, ili usiendelee. Hapa inaonyesha watu wanamkemea huyu kipofu asi asiendelee kupiga kelele, bali anyamaze. Lakini yeye alizidi sana kupaza sauti, e, mwana wa Daudi unirehemu. Yaani wakati wanamnyamazisha, yeye ndo akazidi kupaza sauti. Wakati tunaona mambo hayatokei, kanuni inatuambia tunatakiwa kuzidi kufanya nini? Kupaza sauti mbele za Mungu. Anasema Yesu akasimama akaamuru aletwe kwa kwake, na alipomkaribia alimuuliza. Yesu alisimama kwa sababu gani? Kwa sababu huyu mtu akukata tamaa. Cha kwanza, sio kwamba ile sauti ya kwanza Yesu akuisikia, aliisikia, lakini alikuwa anasubiria e, shetani na yeye atende kazi yake. Watu akamnyamazisha, akaanza kuona imani ndani yake. Baada okay, kumbe huyu mtu baada ya kunyamazishwa anaendelea kuniamini mimi, akapaza sauti, ndio Yesu akasimama. Aliposimama akaamuru aletwe alipoletwa anasema mstari wa 41 wa, wata, akamuuliza wataka nikufanyie nini? ili swali Yesu analiuliza mpaka leo hii kwa kila mmoja anayemwamini wataka nikufanyie nini? Akasema Bwana, nipate kuona. Kwa hiyo huyu alipiga makelele, lakini majibu alikuwa nayo yeye mwenyewe, ingawa uwezo wa yale majibu anaona ni Yesu kwa Yesu. Yaani, unaweza kumwomba Mungu kitu majibu unayo wewe mwenyewe kwamba mimi nataka kitu fulani, lakini uwezo wa kile kitu kudhihirika anao Mungu mwenyewe. Kwa hiyo huyu akase, ak, akasema Bwana na, nataka nipate kuona. Yesu akamwambia, upewe kuona, imani yako imekuponya. Upewe kuona, imani yako imekuponya. Mara hiyo akapata kuona, akamfuata huku akimtukuza Mungu. Lengo la Mungu kutaka kutujibu majibu yetu ili tuweze kumwamini na kumfuata na kupata kumtukuza yeye, kwa sababu utakapoulizwa kitu hiki umekipata kwa namna gani, utakaposimulia kwamba Mungu amekuwezesha, ndipo na watu wengine watavutwa kuja kwa nani? Kwa huyo Mungu. Yesu yuko kazini siku zote mpaka leo hii, anatafuta watu ambao hawakati tamaa katika kuomba, hawakati tamaa katika yale mambo ambayo wanamwamini Mungu na watu wote walipoona hayo walimsifu Mungu. Watu wote walipoona hayo, maana anaposema na watu wote, kuna wale wengine waliomkataza si, waliomnyamazisha kwamba asipige kelele, na wao walipoona hayo walifanya nini? Walimsifu Mungu. Tunapoishi kuna watu wanafiki wamo kati yetu. Kwa hiyo wataweza kutaka kukunyamazisha ili usifanikiwe, lakini ukishafanikiwa hao wanageuka tena kufanya nini? Kumsifu Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa hiyo hatupaswi kukata tamaa kwenye maisha. Tukiamua kuomba jambo, tuliombe jambo mpaka litimie, mpaka unaliona kabisa kwamba hili hapa limedhihirika, hapo sasa uachane na hayo maombi uhamie kwenye maombi mengine. Bwana Yesu asifiwe. Nasema kwamba tukiwa tunamuomba Mungu jambo, tumuombe Mungu jambo mpaka lidhihirike, baada ya hapo ndipo tuweze kuhamia kwenye mambo mengine. Mungu awabariki. Baba tunakushukuru kwa ajili ya neema na upendo wa asubuhi hii, tunasema asante kwa ajili ya neno lako, tunaamini e Bwana, tumejifunza juu ya kuto kukata tamaa. Baba tunaomba tuongoze juu ya neno hili, likatimie kwenye maisha yetu, likafanye kazi. E Bwana, roho wako Mtakatifu akatuongoze, akatuelimishe katika jina la Yesu, amen, amen.